Suleiman Matola awasilisha kikosi hiki kwa Hemedi Morocco ambapo imeelezwa baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya klabu ya Simba dhidi ya Fountain Gate, mchezo ulikuwa wa ufunguzi wa mbio za ubingwa kwa Simba kushinda magoli matatu kwa sifuri mbele ya Fountain Gate. Mitandaoni kumekuwa na pongezi kuwe kutoka kwa mashabiki wa soka kwenda kwa wachezaji wa Fountain Gate waliocheza mchezo huo wakiwa pungufu na kufanikiwa kumalizika kwa dakika zote tisini kwa ushindani. Miongoni mwa wachezaji walifanya vizuri zaidi katika mchezo huo ni pamoja na Eli Mokono ambaye huyu yeye ana miaka thelathini na moja kutoka Burundi. Muda mwingi safari zake za kwenda mbele zilikuwa tishio kwenye eneo la ulinzi wa Simba Sport Club, lakini pia Sadiki Saidi Ramadhani, mchezaji ambaye aliongoza kuchezewa rafu nyingi kutoka, kwe, kutoka Fountain Gate, alifanikiwa kuokota mipira dribbling mara saba na kupiga shuti moja bila kusahau judi za beki mzao kutokea Zanzibar, Shaban Pandu almaarufu kama kompyuta, alifanikiwa kumkata vyema mshambuliaji wa Simba kipindi chote cha kwanza, Jonathan Soa hayo yote yaliweza kutokea kwenye mchezo huo, lakini kocha wa Simba aliongoza kikosi hicho katika mchezo wao huo, kati ya Simba na Fondi Geti. Basi alikuwa ni Suleiman Matola, amekili kukutana na ugumu wa mchezo, lakini pia amesema mwalimu wao mpya wa muda Hemed Morocco ameutumia mchezo huo kukiangalia kikosi kwa ajili ya kufanya maandalizi dhidi ya Gaborone United ambayo utafanyika Septemba ishirini na nane ambapo klabu ya Fondi Geti kabla ya kucheza na Simba walidondosha alama jijini Mbeya walipocheza na timu iliyopanda daraja yani, Mbeya City wakiwa na wachezaji kumi na nne tu huku wawili kati yao wakiwa wagonjwa lakini mmoja ikabidi acheze hivyo hivyo. Mara nyingi wadau wa soka hupenda kulaumu makocha pindi tu ina, isipopata matokeo. Kwenye hili uongozi wa Fountain Gate unapaswa kuomba radhi kwa mashabiki wao na benchi la ufundi kwa ujumla, ijapokuwa ni ngumu kubaini nini kinachowakuta mpaka kufikia katika hatua hii waliweza kuandika wadau wa soka wakiwa wanahoji, lakini kitu pekee ambacho kimeweza kunogesha ni vile ambavyo Suleiman Matola ameweza kuwasilisha kikosi chao cha Simba ambacho kitakipiga dhidi ya Gaborone United Septemba 28.